Anasema zamani zamani za kale, kulikuwa kuna bwana mmoja ili ujue kuacha chakula si kitu rahisi. Alikuwa kila sharti ajifungie milango kwa ule utamu wa chakula chake, ni mchoyo na hawezi kustahamili roho yake dhaifu mbele ya chakula. Sasa ghafla akapita saibu yake, naye ni mroho kama yeye, anajua hii taimu hii ni taimu ya maakuli. Basi akaingia yule bwana, akamkuta mwenzie ameweka pleti ya chakula ile, akawa anakula, ikabidi ampe salamu, assalamu alaikum na yule ashajua hii salamu si chochote, huyo anataka chakula, asema wa alaikum salam, fadhara dahrahu wa alaikum salam. Kisha akamzungushia mgongo akawa anapiga vitu vyake, ikawa sakatan tawila, kinyamazo amna hata za saa hizi. Yule bwana ikabidi aongeze swala moja, ambiala laqad marartu bi ahlika Ndugu yangu uniulizi hata za asubuhi leo nilipitia nyumba yako ndogo kule, nilipitia kule leo. Yule bwana akanyanyua tonge kubwa akamtizama, akamwambia kadhalika, kana kanatariuka e, kweli umepita, lakini si ndo njia yako kila siku. Hapo akaendelea kula, akaona he, akamwongeza sali jingine akamwambia imratu ka hubla hamila, alafu nilimuona shemeji ni mja mzito. Ile bwana sema bado hajaondoka yuko hapo nyuma, akanyanyua tonge jingine akamtizama, ambia kadhalika ahdi biha, mimi najua yule ni mja mzito, tena huo mwezi wake wa mwisho. Akasema huyu bwana bado ambia anjabat, akamwongeza ambia kesho ajifungua kisha ajifungua. Yule bwana akasema kumbe hajaondoka yupo. Akanyanyua tonge la pili akamwambia, alailu mahma tala falabuda min tului lfajri, usiku hata uwe mrefu namna gani, lazima kuche. Na mwenye mimba, labuda ntalidaha lazima zae, ndo kisha zaa muda wake huo. Akawa anaendelea kula chakula chake, kaona eh, akamwongeza sala jengine akaambia anjabati ghulamaini kazaa pacha, kapata tauamain, kawa na akhu tauam. Ilibwana akasema huyu bwana kumbe hajakoma, akampelekea hoja apili, akambia, <laughs> ya pili akaambia kadhalika kanati ummuha, hata mama yake zamani ashai kuzaa pacha, karithi nyumba yao, ina mirathi ya mapacha afukanyamaza, anapiga vitu vyake. Ilibwana asema huyu bado akaambia kad mata wahiduhuma, katika wale watoto wako wawili pacha mmoja wao kafa. Yule mwana sema nitamjibu nini huyu kinganganizi? Akaambia ma kanat laha an turdhiya ithnaini, mke wangu hakuweza kuwanyonyesha wawili, lazima mmoja afi <laughs> kunyonyesha watoto wawili, unaona mchezo ah. Bado hashtuki akamwongezea sala jingine wamata mata al-akhar, na yule aliobakia naye kaishi kidogo kafa. Taarifa za nyumbani kwako, yule bwana alisema bado. Akaambia lan yabqa ba'da firaki akhi, na yeye mwenyewe hakuweza kuishi baada ya kumkosa ndugu yake, lazima amfuate <laughs> ndugu yake alikopenda. Akasema eh, hey, hey. Ikabidi amuongezee kubwa, maana yake anaona chakula kinaisha na hakaribishwe. Akamwambia kad mata tumuhuma mama yao kafa. Sasa yule mm. bwana akamtizama na tonge kubwa, ambia hazanan ala waladaiha, si kafa kwa huzuni za watoto wake <laughs> akaambia ya arabi ma atiyaba taamak mm -hmm. We mzee wa Kiarabu, hiki chakula kina utamu kiasi gani? Mtoto katembea mama katembea eh, hata ushtuki, ambia walidhalika kaltu biwahidi, ndio maana nakula peke yangu <laughs> kina mambo yake, ambia fa wallahi la dhuktuha, namwapia Mungu uonje hata kidogo, ndugu yangu uonje. <coughs> hasa mtu kama huyu, msogeze ndani ya Ramadhani, unaonaje? Mtu mmoja alikuwa bosi, anamfanyia kazi wake, kaandaa plate ya chakula. Ni bosi lakini ataka ale peke yake. Sasa akamwambia yule mfanyakazi wake, Hati taam aghliq albab, lete chakula alafu funga mlango uende zako. Yule bwana akamwambia, ya sayyid ya maulaya hadha khata, umekosea hiyo kauli, walakin sahih kilichokuwa usawa useme aghliq albab wa hati ta'am, yani kafunga kwanza mlango, lete chakula, sio mlango uko wazi, nzi watu wame hapo. Akamwambia ntahuru liwajihi llah, kwanzia leo hapa bwana umelifti huna kazi ambia kwa nini ambia liilmi kadhaimilumuru wewe unajua mambo makubwa, unifai ushanishtukia, wefungua tu si mtumwa tena. Akamwacha huruba kwa sababu ya chakula tu. Sasa iki chakula hiki ndio maana tunakiita chakulan iki, chakula iki, njaa ikiuma inafikia stage, inapanda mpaka kichwani sasa nafsi zetu zilipewa ibtilaya, maonjo ya mambo mbali mbali, lakini zilikuwa fedhuli. Zilivyopewa jela ya njaa, zikasarenda zikasalim amr. Kwa hiyo nafsi inalainika kupitia na njaa. Niseme faida moja ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasalama, alafu nikate maneno, niseme la mwisho. Rasulullahi anasema sumu tasihu ungeni mpate afya. Akalia watu wakikaa na njaa wanakufa, wanapata afya? amjaenda Somalia huko mm -hmm. Ni kweli ukifunga unapata afya. Yuko Masri mmoja alienda katika saidalia moja kemistri moja au famasi moja au hospitali moja, alikuwa na maradhi, akatizama tahlilu lbatni vipimo vile vya tumbo mradhu batnia, akaonekana yule atakiwa tiba amalia afanyiwe operesheni upasuaji. Basi daktari akamwambia, hapa bwana, itabidi ufanyiwe operesheni. Asema baini wa baina, Ramadhani ya umani kumebakia siku mbili, inaingia Ramadhani. Sasa upasuaji huu mimi sitoweza kufunga, wacha nikafunge, alafu nikirudi maana ashamtizama ile maradhi hayana njia ya tiba isipokuwa amalia kufanyiwa operesheni. Akaenda akafunga, baada ya saumu akarejea kwa tabibu. Tabibu yule akaanza kumfanyia vipimo tena, alivyomtizama anaona ule ugonjwa hauko, akaambia ayi tabibun rajatuhu, maradhi siyaoni mm, apendiksi hakuna tena Maradhi siyaoni ni daktari gani bingwa ni hiririu kuliko mimi, kwa sababu ya maradhi hayaponi sharti operesheni. Daktari gani bingwa umemwendea, angalau na mimi nikajifunze kupitia kwake. Ambia rajatu tabibu tusama Ramadhani, limwendea tabibu anaitwa Ramadhani. Akambe aina iadatuhu, iko wapi hospitali yake? Kwa sababu yule aliyokuwa akielezwa hakuwa Mwislamu. Akaambia hospitali yake anapatikana ndani ya Qur'an, shahru Ramadan kutiba alaikumus siyamu. Hivyo basi, yule bwana alikuwa mzungu anasema akatamka shahada. Sasa mtume alivyosema, sumu utasihu, fungeni mpate afya. Ukila chakula, basi kinaenda sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza kinaenda sehemu ya energy, ya power kwamba ukila unakuwa stronger, wale wakata magogo wale akwambia ataka ugali wa dona ule mgumu mgumu. Ni kweli hapa katikati mida kama hii unamkuta mtu kalegea legea, lakini ya kila anakuwa madhubuti. Kwa hiyo sehemu ya mwanzo chakula kinaenda sehemu ya kutia pawa. Ndo maana pawa hizi hata kwa kina baba zinawahusu. Kwa hiyo kuna chakula ukila unalegea legea, wenyewe anasema kuna vyakula vya wanawake na kuna vyakula vya wanaume Sehemu ya pili, chakula ukila kinaenda kuchambuliwa vitamins zote, alafu kinatolewa kwa njia ya uchafu. Proteini zinatolewa, vitamins zinatolewa, wanga zinatolewa, vyakula vya hamirojo hivyo vinawekwa sehemu yake. Sehemu ya tatu. Kwa hiyo sehemu ya pili kurutubisha mwili eh? vyakula vya joto, vyakula vya mafuta hivyo. Sehemu ya tatu kinaenda sehemu ya reserve wazungu wasema, reserve never goes bad. Hakiba siku zote haiozi. Chakula lazima kinaenda sehemu ya hakiba. Hakiba au tenki la chakula liko kama sehemu ifuatayo, inakuwa chini ya titi hapa, chini ya moyo eh? kwa mwanamke, inakuwa matiti yote mawili. Mwanamke ana tenki kubwa sana la kuhifadhia chakula, ndio maana ishu ya kuishi na njaa mwanamke anachelewa kufa kuliko mwanaume, na hata maradhi haya ya kisasa waweza ukamkuta mwanamke kaishi na wanaume watatu, wote wamekufa, yeye bado anadunda. Kwa hiyo mwanamke ana nguvu nyingi sana. Hii akiba inakaa mfumo wa mafuta. Nini faida yake? Hii akiba inawezekana, ukasafiri ukaenda uzaramuni huko, kwa bahati mbaya, kwa bahati mbaya, gari ikakuharibikia polini, ukakaa siku mbili, siku tatu, uwezi kufa kwa njia ya siku tatu wala siku nne ndo kile chakula kilichowekwa mfumo wa mafuta ndo kinameng'enywa kinaletwa sehemu ya pawa wewe unaendelea to be alive unaendelea kuwa hai unaendelea kuwa hai sasa kile chakula kile kiko mfumo wa mafuta ukinywa chai asubuhi unaweka akiba lazima reserve ukila mchana unaweka akiba ukila jioni akiba mwaka una siku 360 kila siku unaweka akiba sasa inafikia stage ile store Inajaa. Ikishajaa ile store, yale mafuta yanaanza kuzunguka mwili. Store ya mwanaume ikijaa sana, mafuta yake mengi yanakimbia kwenye kichwa naumu kwenye shingo kwa wingi. Mwanaume akinenepa kichwa kinakuwa hicho, alafu na mengi zaidi yanakuwa kwenye tumbo. Unaona kifriza kimekuja, kifriji kimekuja. Kwa hiyo ukimuona mwanaume mafuta yamekuwa too much yanakimbilia tumboni na umu shingo lake na kichwa linakuwa hivi lakini mwanamke mafuta yake, mafuta yake hayaji shingoni. Ndio maana unamkuta mwanamke hawi na bichwa kubwa, itokee tu labda ana homoni za kiume, isipokuwa yanakimbilia kwenye kiuno, anazidi kuwa na shepu unono mapajani huko na tumboni, tumboni kwa mbali kwa mbali, kwa mbali kwa mbali. Sasa haya mm -hmm, mafuta haya yakiwa yamekaa hapa sehemu ya tenki yakijaa, mara nyingine inafikia steji yanauzunguka mpaka moyo. Sasa hii inafikia hatua ya hatari. Sasa yakiuzunguka moyo, sasa ile mishipa, moyo ukisukuma damu kwa shida, huwa haurudi pale pale pale, pale, unakuwa unatanuka. Ukia umetanuka moyo, ndio unamkuta mtu anahemea juu, unamkuta anakohoa kikahavu, kikohozi kikavu, na baadaye inaweza ikamletea sakta tu demaria mpaka kupooza. Sasa presha so yake inaenda juu sana. Sasa kupitia hatari hii Mtume sallallahu alayhi wasallama akatuletea ibada hii adhima, akatuambia fungeni mpate uhai. Kwa mfano leo asubuhi hukunywa chai. Sasa mpaka unatembea una move one, unapanda ngazi, unashuka, unaendesha gari, unasema inachukuliwa kidogo yale yaliowekwa kwenye store pale, eh? anachukuliwa anaitwa sehemu ya energy ndio yanashuka hivi. Mchana haujala tena inachukuliwa ile tena inashushwa hapa. Jioni umechelewa kula tena, sasa unakuta kila siku inapunguzwa kila mwenye kitambi unaona kinashuka. Kwa wale wanaonijua mimi washanibashiria, hmm, nishaanza kukonda sasa hivi e, tokea Ramadhani imeingia eh, bwana unauma ngambia saumu hiyo umeona, kwa sababu mafuta yanakombwa kwa wingi sana, na hii ni salama sana asa haka, huu mwezi mmoja tukiwa tumefunga sawasawa, unatupa afya ya kuendesha miezi kumi na moja. Ndio maana Mtume akasema ikiwezekana, diet ni kitu cha umuhimu zaidi isiishie hapo tu. Kuna yamil bidh kuna masiku meupe yale, kumi na mbili, kumi na tatu, kumi na moja, kumi na mbili, kumi na tatu, eh, lakini mbali ya yote kuna Jumatatu na Alhamisi, kuna arafa eh, kuna ashura eh, alafu vile vile kuna saumu ya sita baada ya Ramadhani, kuna Ramadhani yenyewe mutawaliati. Hizi saumu hizi tusiziache, na ukiachilia mbali maradhi mangapi yanapatikana kwa sababu ya kula Eh, makachumbali hayo mnayokula kwenye chipsi hayo yanaleta minyoo mingi sana. Sasa pia kuna maradhi mengi, kwa mfano minyoo imejaa, watu wanasikia kichefuchefu, atafuta dawa mama albendazole, lakini asubuhi ujala minyoo ishazoea, anasema ngoja labda atakula mchana, mchana wenyewe huli labda